ni asubuhi sana masaa afrika ye ebukwe anondula mushitonye eshanderema shili mulocation ya budonga eshitonye shibungashanavakholo mukaunti muno mwakamega mpaka kwa mumiasi yevukwe nende shingaribisha mwitala muno neshibera tsimbungu nende kata khuchanganyikiwa khwifwamili okhulondekhana nende lifwa lyomuwere wabo rosilida akinyi mwalimu we isikuli sekondari nderema wakhupira lisasia omukoloba abundu mbwe mayala mushitono shibungesha mumiasi yebukwe narula mutawuni ya mumiasi khumubanka khubukula mupesa kokhukholerengangaye takario familia yino yemerwe nende mama nyakhufyala womfu mwana idi wawire papa nyakhufyala abdala wawire nende mulamunyene ismail wawire benosinja mbumufu yaruraingo mwendeko sasita khutsya mubanki mumiasi okhukonya mang'ondo kokhwikhonyelakho impesa yeyili khusokoniakhawunga nashiri khwaka nende lifwa olunyuma lwa misimbuchikhumulondakho okhumupa lisasende khumuira nibeshiri khwirukha nende amapesa kawo shiringi efu mya tsibiri Nilikuwa na kazi ya kuboma nyumba yangu, akaniambia mama, hii nyumba nimekupea nyumba kubwa sasa, watoto wangu wote nitakuletea huku chini, uweziishi kwa hii nyumba peke yako. Msichana wangu akaingia kwa meko, akaanza kupika chakula. Ilifika saa sita ya mchana, msichana wangu akasema, mama, uko na kichwa nyepesi sana, angalia nyumba tumemaliza, watu wamesha kula. Kijana wako sasa anasema, nataka niende Mumias nimchukulie pesa, watu anahitaji huku soko. Sasa vile alitoka, akaniagiza mama, niwekee ugali, naenda tu haraka narudi kukula bai, saa nane nitakuwa nimefika hapa. Kukaa kidogo, nikasikia nduru, msichana wangu mdogo akakuja mbio akasema "Mama, uko wapi?" nikasema "Mimi niko hapa, hata sijaoga." "Mama, kimbia, wamelaza msichana wako." Wamemlazia wapi? ate ekero sasa sijui nini ilifanyika. Vile msichana wangu alikuwa ameenda kuleta pesa, watu walimwajaki wakitoka wapi. Nik, nikachukua pikipiki piki sokoni, kufika kwa msichana wangu kweli nikapata ameshafariki, baada ya kupata pesa kwa bank Baadaye akiwa katika njia ya kurejea nyumbani ili aendeleze biashara zake, kuna gari ambalo limemfuata nyuma likiwa na wahuni ambao ni majambazi, na walipomfikia wakamgonga <coughs> shemeji yangu na kumtia bunduki. anafanya business shi mutu wa kwanza kufanya business kwa anafanya business kwa wale watu wanafanyanga ni kufanya biashara yake wanamunyang'anya kufanya basi yake akitoa kutoa pesa wanamunyang'anya. Hii sika nishaurikaniyo. Sasa mimi nahusuni sana alia saa saba. E, msichana wangu anaenda mmiasi kuleta pesa kidogo ifamili yomufu kata kario yino sinji khumenya nende oburi khushira muno niinosyambo naamakhabi amanji omufu nende omusatsa uwe batafibungwa nende katakhunulwa mpesa nende misumbu chicho ibe nosiambo omusatsa wuwe akhanulwa mpesa makhabi amanji khushira muno nekata bakore abo batsyane bamulekha karibu nende omwalo kwa yaala eliya syaya iyi nimakha yatatu Nilisikia siku moja watu wamemwahejaka, akienda Bungoma, wakamwambia uko na bibi? Akasema ndio. Sasa mwisho wakasema hii ndio siku yako ya mwisho kuona bibi yako tunaenda kurusha kwa Rivayala, hautaonekana. Kijana wangu akasema, aba yemu sini uwe. Tafadhali mchukue kila kitu na mniachie roho. Sasa wakaenda wakamurusha, tulisikia tu ate yako sijui kama umepita Rivayala. Wakaenda wakamchukua. Vile nilifuata nikapata wamemlaza kwa hospitali wamempiga bunduki kwa macho wamemdunga shindano. Sasa, hiyo siku akapona. Tena siku ya pili ni mwezi yenye ilipita mwezi ujao. Mwezi ulipita jana nikasikia tena ati kijana yako ameenda Shianda, ati tena amechukuliwa. Sasa sijui walikuwa wanatafuta nini kwa kijana yao wakati ya, walimfatawalimfuata kutaka kumuua wewe yi majambazi kaikaa yeye sana kutoka alianza hii biashara sikii biashara hivi ya wao ya wenye kumutuma kununua kumutuma pesa pe sa ni matukio mengi ambayo yametokea katika familia hii ya madamu Akinyi, shemeji yangu bwanake, amepitia matendo mengi, mambo mengi ya kumtishia yakataa kumshika kumpeleka karibu na mtu yala kurusha huko, pesa nyingi wamemwibia, hatimaye wamemnyang'anya bibi yake. tunalia tunalia sana. Tunaomba serikali tafadhali, simama na sisi kama familiaishikhole shikoveshere khushira muno nende chifu wa ile kesheni ya budonga pete nabiswa niyeneosinjambueshitende ishikholeesho aundi shisangirwemo nda avakhole va mubangi nende mzee wake pia ni mwalimu Budonga Secondary. Kuna wakati alikuwa hijacked akitoka bank akapelekwa mpaka Shaya. Na hiyo maneno ikaisha na maneno lakini na ripoti, wa ripoti kwa polisi, uchunguzi ukaendelea. Baadaye tena ijaisha mwezi mmoja, kuna watu tena wamekuja, lakini siwezi jua ni watu gani. Pia pia wanadai pesa fulani kufuatana na ile kampuni huwa anatumia kwa Mpesa, tena ukamalizia ripoti na Nairobi. Sasa hizi mama wamekufa, lazima kuna kitu fulani, tunataka iangaliwe, kuchunguzwa kutoka nyuma, kwa sababu kuna lazima kuna maneno fulani na tena kwangu ninaangalia lazima ni mpango kubwa kwa sababu labda inaanzia huku Kaunga market mpaka na bank kuna connection kubwa ya watu wanatafuta kummaliza huyu mwalimu. Na mimi ningeomba bank zote kama Cooperative, Equity na bank zingine pia waangalie maadili ya hiyo watu wanaandikwa bank kwa sababu kuna wengine wanataka wawa tajiri haraka na tena hawana secret, wajan, nafukiru, jepitiwa, maneno ya secret act ni watu wabaya wanataka utajiri haraka na ningeomba